Yaliyotokea tarehe ishirini na tisa kila mmoja aliona, na ni mambo ambayo yalitikisa kidogo sifa na haiba yetu kama nchi. Kwa hivyo waliokuwa wanahamasisha yatokee tena tarehe tisa, na wito ambao serikali iliutoa na Watanzania wameupokea na wakautii, ni jambo kubwa na muhimu, na kwa kweli nina kila sababu nikiwa msemaji mkuu wa serikali kuwashukuru na kuwapongeza sana Watanzania kwa kusimamia maslahi ya taifa, kwa kulinda nchi yao, na kwa kuisikiliza serikali yao. Na tukishakuwa na utamaduni wa serikali inatoa maelekezo au miongozo, alafu wananchi wanabeza taifa linapotea. Kwa hivyo tulichokionesha jana kama Watanzania ni kitu kikubwa, kitu muhimu sana, na tumeendelea kuidhihirishia dunia kwamba Tanzania ni nchi tulivu, ni kisiwa cha amani.